Watu wengi huamini kuwa makosa yao makubwa yalitokana na bahati mbaya, watu wabaya au mazingira magumu. Lakini ukweli ambao ni wachache wako tayari kuumeza ni huu: karibu kila kosa lililoharibu pesa, mahusiano, heshima au afya lilianza na uamuzi mmoja mdogo uliotoa raha ya haraka. Hakukuwa na bunduki, hakukuwa na adui, hakukuwa na shinikizo la lazima. Hisia tu iliyosema fanya sasa, utaona baadaye. Tatizo ni kwamba baadaye huwa haiji kama ulivyodhani, huja ikiwa kubwa zaidi, nzito zaidi na ghali zaidi. Hii ndiyo siri ambayo akili ya binadamu hupenda kuificha. Tunaogopa maumivu ya sasa, lakini hatuogopi ya baadaye kwa sababu bado hatujayaona. Acha tuendelee na kitabu cha The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Karibu. Sura ya sita, The Law of Short-sightedness. Sura hii inaeleza moja ya udhaifu mkubwa zaidi wa mwanadamu, tabia ya kuona kilicho karibu na kupuuza athari za mbali. Greene anaiita hali hii short sightedness, upofu wa muda mrefu. Kwa mujibu wa sheria hii, binadamu kwa asili huongozwa zaidi na kile kinachowapa faida, raha au utulivu wa haraka, hata kama faida hiyo ina mbegu ya maangamizi ya baadaye. Akili ya binadamu hupenda sana sasa kuliko baadaye, na hapo ndipo makosa mengi makubwa ya maisha hutokea. Green anaeleza kuwa tatizo hili halitokani na ujinga, bali na ushindi wa hisia juu ya mantiki. Ubongo wa kihisia huamka haraka zaidi kuliko ubongo wa kufikiri kwa kina. Hasira inapopanda, tamaa inapochochewa, hofu inaposhika au furaha inapozidi, akili hupungua uwezo wa kutazama mbele. Mtu huanza kuona suluhisho la haraka kama wokovu bila kufikiria gharama yake ya muda mrefu. Ndio maana mtu mwenye akili nzuri anaweza kufanya maamuzi mabaya sana, si kwa sababu hajui, bali kwa sababu anahisia kali. Katika sura hii Greene anaonyesha jinsi watu wanavyofungwa na mtego wa faida ya muda mfupi. Ushindi wa haraka huwapa hisia ya nguvu, akili hujipa ruhusa ya kupuuza tahadhari, na hapo ndipo mporomoko huanza. Viongozi wa kisiasa hutafuta umaarufu wa leo kwa sera za kuvutia lakini huacha nchi katika madeni na migogoro. Wafanyabiashara hukimbilia faida ya haraka kwa kupunguza ubora au kuhujumu misingi na biashara huanguka miaka michache baadaye. Katika maisha binafsi, watu huharibu mahusiano afya na sifa kwa sababu ya raha ya muda mfupi au hasira ya dakika moja. Green anasisitiza kuwa short sightedness humfanya mtu ajione kama anaongoza maisha yake ilhali kwa kweli anaendeshwa. Hisia zinapochukua usukani, akili huanza kutengeneza visingizio. Mtu hujiambia nitarekebisha baadaye, hili si kubwa sana, au kila mtu anafanya hivi. Lakini muda haupo upande wake, athari hujikusanya kimya kimya hadi siku moja zinaporipuka kwa nguvu kubwa zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Wakati huo, mara nyingi huwa umechelewa. Katika simulizi yake, Greene anaonyesha pia kuwa tatizo la kuona karibu pekee lina nguvu zaidi katika nyakati za ushindi. Mtu akipata mafanikio ya ghafla, akili hujaa kujiamini kupita kiasi tahadhari hupungua, maswali hupotea, na mtu huanza kuamini kuwa hali nzuri itaendelea yenyewe. Lakini historia inaonyesha kuwa anguko kubwa hutokea pale ambapo watu walikuwa wakihisi wako salama zaidi. Mafanikio ya leo bila mkakati wa kesho hugeuka mzigo badala ya baraka. Dawa ya short sightedness, mujibu wa Greene, si kuwa na akili zaidi, bali ni kuwa na mtazamo mpana wa muda Anahimiza mtu ajifunze kujiona kama mchezaji wa chess, si wa draft. Kila hatua ichukuliwe kwa kuzingatia athari zake baada ya miezi, miaka au hata vizazi. Maamuzi mazuri mara nyingi hayaleti raha ya haraka, lakini hujenga nguvu ya kudumu. Kinyume chake, maamuzi yanayopendeza sana sasa mara nyingi hubeba gharama ya siri. Greene anaeleza pia umuhimu wa kusitisha mwendo kabla ya kuamua. Uwezo wa kusimama, kutulia na kujiuliza, hii itanifikisha wapi ni ishara ya nguvu ya akili. Watu wengi hawapotei kwa sababu ya adui zao, bali kwa sababu hawakuona mbali walipokuwa wakifanya maamuzi. Kujifunza historia, kuchunguza mifano ya walioanguka na kukubali kuwa hisia zako zinaweza kukuchezea ndiko kujikinga halisi. Mwisho wa sura hii, ujumbe wa Greene uko wazi na mzito: maisha huharibiwa si kwa hatua moja kubwa, bali kwa msururu wa maamuzi madogo ya haraka. Yule anayejifunza kuvumilia kutopata kila kitu sasa, anapata kila kitu baadaye, lakini anayehitaji ushindi wa leo kwa gharama yoyote, hujikuta amepoteza kesho bila hata kugundua alipoikabidhi. Kwa ufupi wa kiundani The Law of Shortsightedness inatufundisha kuwa nguvu ya kweli ya mwanadamu iko katika uwezo wa kuona mbali, kuvumilia muda na kutii mantiki zaidi kuliko msukumo wa hisia. Anayeona mbali hutawala maisha, asiyeona mbali hutawaliwa na muda. Kabla hujachukua uamuzi wowote unaokupa raha ya haraka, pesa za mkopo, maneno ya hasira, ahadi ya haraka au njia fupi inayovutia, simama. Jipe dakika chache kisha jiulize swali moja gumu ambalo watu wengi hulikimbia. Uamuzi huu utanigharimu nini nikifikisha mwaka mmoja mbele? Kama jibu linahitaji visingizio au matumaini, basi hiyo si njia, ni mtego. Anza kuishi maisha yanayoongozwa na mtazamo wa mbali, si msukumo wa sasa. Kama ujumbe huu umefanya ufikirie mara ya pili, usiupitie kimya kimya. Ushirikishe na mtu unayejua yuko karibu kufanya maamuzi ya haraka ambayo anaweza kuyajuta maisha yake yote. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.